Hali ya uzalishaji umeme nchini ni nzuri hasa baada ya kukamilika kwa miradi mbalimbali mbali ya vyanzo vya uzalishaji umeme ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka huu 2025, uwezo wa mitambo ya kufua umeme kwenye gridi yetu ya Taifa umefikia jumla ya megawati 3796.71 wakati mahitaji ya juu kabisa ya umeme kwenye mfumo wetu wa gridi yakifikia megawati elfu moja mia tisa na nane. Sasa tukijaribu kuangalia mwaka elfu mbili na ishirini na moja uwezo wetu wa kuzalisha ulikuwa ni megawati elfu moja mia tano na sabini na tatu pointi sita tano lakini sasa hivi tunaongelea megawati elfu tatu mia saba na tisini na sita pointi saba moja kwa wale ambao wanajua mahesabu unaona hapo ni kama tumekwenda zaidi e, ya mara mbili ya uwezo wa kuzalisha umeme katika kipindi kifupi cha miaka minne. Sasa mafanikio haya ya kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini yamechangiwa na miradi mbalimbali, ukiwemo mradi wa bwawa la Julius Nyerere, sisi tunaita ni JNHPP Julius Nyerere Hydro Power Project. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha megawati elfu mbili mia moja na kumi na tano na unatekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati.